Wanaotumia maji tuna makundi kama manne tofauti. Kuna wateja wa majumbani au household connection, tuna wateja wa kwenye vituo au vilula, ndio watu tunasema mabomba ya jamii, lakini tuna wateja wa biashara na taasisi, lakini na ma, makundi mengine ambayo huku kwa sana hatuna. Tuna hao watu wanne na kila kundi wamepangiwa kiwango chao. Kwa sehemu kubwa maeneo yetu ya Lushoto wateja hawa wa majumbani tunalipa elfu moja mpaka elfu mbili inategemea chombo chenyewe kilijipangiaje. Lakini wateja wa majumbani kwa maelekezo ya serikali ilitolewa bei ya ukomo shilingi elfu tano kwao, wapo wanaolipa elfu tano na wapo ambao wanalipa kati ya elfu tatu mpaka elfu tano. Wateja wa taasisi na biashara maeneo mengi tunalipa shilingi elfu kumi kwao. Hizi fedha kama wanalipa shilingi elfu moja moja yule wakala ndio watakwenda kuzikusanya kwenye zile kaya anazozihudumia. Alafu yeye kulipwa 10% ya alichokikusanya. Sasa tumepata changamoto kidogo saizi kuingia kwenye mfumo, maana yake yule wakala kapunguza, yani kapunguziwa wigo wa kupata makusanyo, kwa hiyo nao wamekuwa hawajitoi kwenye ile kazi kwa sababu wanapata kidogo, tofauti na kile walichokuwa wanategemea mwanzo, kwa sababu mtu analipa mwenyewe kwenye simu. Kwa bado tunaangalia utaratibu mzuri wa kuweza kufanya na namna hawa mawakala wakawa wana, wanafaidika na wanatupa ushirikiano.